Chama huu kwa kutoa brief kama chama cha demokrasia dunia iweze kujua nini kinachoendelea. Kwa hiyo sisi kama chama tumeona ni vizuri tukaanotoa taarifa ambazo ni rasmi kupitia kwetu ya chama hizo kila mtu anaongea kwake. Na taarifa rasmi ni hii ambayo tunawapa. Mimi kama mwenyekiti wa kamera natambua leo siku maramis ya tarehe 24 Alhamisi ya mwezi wa 4 kwenye mahakama ya Kisutu kwa kesi na ukabili mwenyekiti wetu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lisu, ambao pale anakabiliwa na kesi mbili tofauti, moja ikiwa ni kuandika taarifa za uongo, lakini vile vile kesi apili, eh, ya pili ambayo ilikuwa inafanyika saa tano ilikuwa ni kesi ya uhaini. Chama kupitia viongozi wake mbalimbali waandamizi na kambu, na makamu mwenyekiti bara, mara kadhaa tulitoa wito kwa wanachama wetu kufika Kisutu kuweza kusikiliza na kufuatilia shauri au mwenendo wa kesi na kukabili mwenyekiti wetu. Lakini leo kwa masikitiko, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema viongozi wetu mbalimbali na wanachama wakiwa hata hawajafika Kisutu wakiwa njiani, Mheshimiwa John Mnyika na baadhi ya viongozi waandamizi kina kinapambaru wamekamatiwa faya kilometa nne kilometa tano, kutoka mahakama ya Kisutu. Halikadhalika, Mheshimiwa Heche amekamatiwa njiani e, kwenye daraja la Salenda kilomita vile vile 3 au 4 kutoka mahakama ya Kisutu na baadhi ya watu wachache vile vile wamekamatiwa akiwa njiani kuelekea Kisutu, lakini kwa baadhi ya watu wachache waliofika Kisutu wamekumbana na kadhia kamata kamata, vipigo kutekwa bila kuambiwa anapelekwa wapi, kuzungushwa kwenye magari ya polisi muda mrefu na kisha baadaye kutelekezwa.